Tuliokuwa nao leo sisi tumeziacha tabia zetu. Niwaombe, pendeni, twendeni tukaishi katika ulimwengu huu kwa tabia zetu. Piga mstari hapo, tabia zetu ni nini? Sisi ni Waislamu. Waislamu tuna tabia zetu na mtaji mkubwa wa Muislamu si chochote chake, ni tabia zake za Kiislamu, ndo Uislamu. Sikuswali, sikufunga si, si, si, si. Swali utakavyoswali mpaka komwelibonyewe. Lakini kama huna tabia za Kiislamu hutobowi. Funga mpaka tumbo lipate alsa vidonda. Lakini kama huna tabia si za Kiislamu, funga hii haikusaidii. Kwa sababu hizo ibada zenyewe zote zinakupeleka katika tabia za Kiislamu.

man lam yda qaul zur wal amala bih falaisa lillahi haja fi an yadaca taamahu washarabahu saumu. So, Mtume nasema kama umeacha kula na kunywa, lakini bado na tabia mbaya, Mungu hana haja wewe uache chakula chako wala maji yako. Kula zaka khudh min amwalihim sadakatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, waambie watu zaka, kwa sababu zaka inawasafisha ina na tabia mbaya kwa Waislamu. Maneno yangu ni hayo, twendeni tukaishi katika jamii hii kwa tabia zetu, na tabia zetu ni tabia nzuri: upole, subira, kupenda wenzio, kusaidia wenzio kuwavumilia niwakumbushe no kitu.